Habari mpendwa, kwa nini wanawake wengi tumekuwa tukisumbuliwa na changamoto ya hormone imbalance bila kujua? Na ukienda hospitali, daktari anakuambia kwamba una changamoto ya hormone imbalance. Tatizo hilo lina vyanzo vikuu vitatu. Chanzo kikuu cha kwanza kabisa ni kula vibaya. Namna tunavyokula kama vile uh, vyakula vya sukari, uh, kama vile aidha ni chai, inaweza kuwa ni vyakula vitu vyenye wanga ambao vinakuwa na sukari, uh, kama vile wali, inaweza kuwa ni ndizi, inaweza kuwa ni ni uh, viazi vyote hivyo vina sukari, lakini pia inaweza kawa ni vinywaji kama vile soda, inaweza kawa ni pombe uh, kwa aina zake, lakini pia inaweza kawa ni chai uh, lakini pia vitamin D uh, levu ikiwa chini. Vyakula vyenye vitamini D ni kama vile dagaa aa, au samaki aina salmon, inaweza ikawa ni uyoga. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wak, wakila vile vyakula kwa uchache sana, na kusababisha hizi hormones zinakuwa zinavurugika, kwa sababu vitamini D ndio vitamin inayobeba aa, zile hormones na kuzirekebisha na kuzifanya ziwe sawa. Hivyo ulaji wa vitamini D kwa wingi unahitajika. Aa, sababu kuu ya pili ni kulala vibaya. Namna tunavyolala, tunatumia muda mrefu sana kwa ajili ya mambo yetu kuliko kupumzika. Tunaweza kuchukua masaa mawili au masaa manne tu kupumzika. Muda mwingi unaweza ukawa na unafanya kazi au unapambana kwa ajili ya kutafuta pesa, lakini upate muda mzuri wa kupumzika. Hivyo unasababisha hormone ya usingizi kushuka, na hormone ya usingizi ikishashuka, inavuruga ovulation yote kwa mwanamke. Ndio maana unasababisha kwamba siku zile za kush za, za yai kuteremka kutoka kwenye oval kuja kwa ajili ya kurutubishwa zinakuwa hazipo kabisa, kwa sababu imevurugika. Lakini pia inashusha kinga ya mwili na kusababisha ngozi pia kuwa na makunyazi, unaonekana ni mzee wakati ni binti. Lakini pia hata kama utumie skin care za aina zote, uende kwa Nifa Cosmetics upate bidhaa ambazo ni nzuri kwa ajili ya kugrow, lakini hugrow kumbe sababu kubwa inakuwa ni hormone katika ngozi yako, ya hormone zimevurugika na kusababisha hormone ngozi a, kukosa nuru. Lakini pia sababu kuu ya tatu inaweza ikawa ni msongo wa mawazo. So, wanawake wengi Uh, um, au niwe mwanamke sasa, umekuwa ukisumbuliwa na, na msongo wa mawazo sana, aidha umeachwa na mpenzi wako au unaweza kuwa unadaiwa vikoba, aidha unaweza kuwa unadaiwa kausha damu, kiasi kwamba unakosa kabisa usingizi wa kutosha na kusababisha homoni ya usingizi kushuka, lakini pia inasababisha homoni uh, ya ya ya stress au ya msongo kama cortisol hormon, ku, uh, ku kuongezeka kwa kiasi kikubwa na ndio maana nasababisha kwamba unaweza ukawa umelala masaa mawili au manne na ukaamka uko unajisikia umechoka sana, yani ni kama vile mtu alikuwa anakubebesha mizigo au unaweza kuwa umelala masaa kumi, masaa kumi na mbili lakini bado ukiamka unajisikia uchovu. Ni kwa sababu ile hormone ya cortisol iko juu na ina respond au ina react kwamba huyu mtu anawezekana naumwa umo, ndio maana unajikuta unaamka unachoka, na hivi unasababisha zile hormone za uzazi ambazo ni progesterone hormone na estrogen hormone kupungua pamoja na testosterone. Ndio kwa unajikuta watu wengi wanakuwa na changamoto hormone imbalance kwa sababu ya vitu hivyo vitatu. Hivyo mimi nashauri tujirekebishe tulale masaa sita, masaa saba hadi nane, lakini tule vizuri, tupunguze vyakula vyenye sukari, tutumie uh, sukari ambayo ipo katika mizabibu uh, min, mizabibu mwitu ni nzuri sana kwa ajili ya afya ya uzazi, lakini pia tutumie mbegu ambazo nilizitaja kwenye uh, video iliyopita. Uh, tujitahidi sana, na hiyo itatusaidia sisi kushika ujauzito kwa wakati ambao tunahitaji sisi, lakini pia kutunza ngozi zetu kwa wakati, kuliko kukimbilia kut kutafuta tiba au kutafuta dawa za kugrow za milioni moja, lakini haikusaidii kwa kwa sababu shida ni homo, na sio kwamba skin yako ina tatizo. Kwa hiyo uh, kitu kingine nashauri, tumia sana vyakula vyenye vitamini D kama vyakula vyenye ambavyo ni kama uyoga, vyakula vyenye mizizi kama njegele, kunde, maharage, lakini ambavyo, vyakula ambavyo vinakuwa na product ya maziwa kama yogurt inasaidia sana, lakini kitu kingine kabisa, bila kusahau mazoezi Mazoezi yana boost kinga ya mwili, mazoezi yana boost zile hormones kwa ajili ya kutengeneza vizuri na kukaa sawa, lakini mazo, mazoezi hayo hayo yanasaidia wewe uh, kufanya mwili wako kuwa mwepesi na kuondoa ile hormone belly. Watu wengi wamekuwa wakilalamika na hormone belly. Akiangalia katika kiuno chake anakuta kimejaa sana na anatamani awe ajishep. Uh, jishepu. Akiangalia chakula anachokula anaona kama vile chakula ni cha kawaida kabisa. Lakini kumbe changamoto inosababisha hormone belly ni hormones zimevurugika. Kwa hiyo mpendwa, fanya hivyo. Mungu akubariki. Usisahau kabisa kuingia katika group letu ya WhatsApp, ambapo utaona namba itapita hapo chini. Mungu akubariki sana, nakupenda. Bye.